Tutangumshana kunako aya moja ambayo kwamba Allah Subhanahu wa Ta'ala ametueleza juu ya wale ambao kwamba wanaishi katika hii dunia, lakini wanaishi kwa kufuata matamanio ya nafsi zao, mpaka siku ambao kwamba mtu yatamfikia mauti, hali ya kuwa mtu yule yatamfikia mauti yupo katika hali na sehemu mbaya.

wa huwa khalaqakum awwala marra wa ilayhi turja'un. Tukiangalia tafsiri aya hii Allah subhanahu wa ta'ala anasema watalaumu wale ambao kwamba walikuwa wanafanya matendo kwa ajili ya kufuata nafsi na tamaa za nafsi zao. Waqalu lijuludihim, watasema watu wale kuziambia ngozi zao lima shahidtum alaina, kwa nini mmetutolea ushahidi hali ya kuwa tulikuwa tuki, tukiwa pamoja katika kila kitu hmm? kwamba ilikuwa wanapeleka viungo vyao katika sehemu ambao kwamba si sahihi. Sasa hivi Allah subhanahu wa ta'ala tayari keshawahukumu katika njia ambao kwamba si sahihi, ndio anasema kuziambia ngozi zao, lima shahidtum alaina, kwa nini mmetutolea ushahidi. Hmm. Lakini ngozi nazo zitajibu kwa kusema qalu antaqana Allahu alladhi antaqa kulla shay wa huwa khalaqakum awwala marra wa ilayhi turja'un. Angalia ngozi zinavyowajibu hawa watu ambao kwamba wamelaumu ngozi zao Qalu antaqana llahu, watasema sisi hatujatamka kwa kutaka sisi, isipokuwa Allah subhanahu wataala ndiye ambaye kwamba ametutamkisha. Qalu antaqana llahu aladhi antaqa kula shei, ambaye kwamba huyu Mwenyezi Mungu yeye ndio mwenye uwezo wa kutamkisha kila kitu. Wahuwa khalaqakum awala mara, na yeye ndiye ambaye kwamba amwekuubeni wailaihi turjaun na kwake yeye ndio marejeo. Bi maana sasa hivi mmesharejea. Mlikuwa mnatumia viungo hivi kwa ajili ya kuendea yale matamanio ya nafsi zenu, lakini mkadhania kwamba siku hiyo mdomo huu ambao kwamba naongea ndio ambao kwamba utakuwa ni sababu ya uombezi, kwa sababu itakuwa nakuwa naongea kile ambacho kwamba ninataka, lakini Angalia ukubwa wa Allah subhanahu wa ta'ala na utukufu wake. Leo mdomo hauongei haw, isipokuwa viungo ndivyo vinavyoongea. Kwa hiyo, ndugu Muislamu, au una budi we kuelewa kwamba siku ya mwisho itakapokufikia katika ha hali mbaya, basi tambua matendo yako hayo ndiyo ambao kwamba yatakuweka katika sehemu sahihi. Tumwombe Mwenyezi Mungu atujalie tuishie katika mwisho mwema.